Jambo Afrika, jambo Tanzania. Huyu hapa mbuji mshititi wa lugha aushi na adhimia Kiswahili, mwite Salimu mwanangu wa Ahmad, jina la kutafutia riziki nitwa Gabo Zigamba. <laughs> Leo tunaweza tukaangazia kwenye upande wa mapenzi, na ndio koma ilipo hapo. Mary, mapenzi ni nini? Nitabadilisha sauti kidogo, kwa sababu nazungumzia mapenzi. Mapenzi ni hisia zenye nguvu kubwa sana, ni hisia muhimu sana katika maisha ya binadamu. Of course kuna mapenzi ya aina nyingi, mapenzi ya familia, mapenzi ya baba na mama, mapenzi ya watu wawili wazungu wanaita intimacy. kwa hiyo mapenzi ni dunia kubwa sana yenye vitu vingi, ni mapenzi yana uwanda ya mpana sana bala, eh, Mishy. Yes. Mapenzi ni nini mama angu? Mapenzi ni nguvu zinazounganisha watu kwa furaha ah, ila ni maumivu pale panapotokea changamoto eh. Basi wewe kila uchwao unakuwa tofauti sana na la mwenzako. <laughs> <laughs> <laughs> Unajua kitu ambacho kimesaulika, tukiwa shuleni, tunasoma walisahau kutusomesha somo la mapenzi. <laughs> lakini kuna wakati wanasema mapenzi yanahitaji hekima, yanahitaji busara, yanahitaji upendo wenyewe ya lakini pia yanahitaji kaliba ya peke yake, kuvumiliana. mm -hmm. Eh. Uaminifu. <laughs> Uaminifu upo kwenye mapenzi eh? Yeah, uaminifu upo katika mapenzi na pia naweza nikasema kwamba mapenzi ni mtu kujitolea kwa ajili ya mtu mwingine. Umekuwa mnyenyekevu sana leo, ni kutokana na mada hii ya mapenzi ya <laughs> Anajaribu. no, kwa romantic. Mapenzi yanahitaji utulivu, kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza, ili watu wanisikilize vizuri. hmm. tuko kwenye sekta muhimu sana. Sekta nyeti. <laughs> -nani, nani, nani ana ruksa kwake kupenda, ni mwanaume kupenda au mwanamke kupenda? um, mwanaume anapenda alafu mwanamke anaheshimu anatii. mm. yeah. Kazi ya kupenda ni kazi ya mwanaume, isipokuwa sisi wanawake huwa tunavaa jukumu ambalo sio letu. Mwanaume anapaswa kupendwa, kunyenyekewa <laughs> Mary bwana, hebu acha mambo yako swala <laughs> so, la kupenda ni kwa wote, tupendane wote. Yani iweje, kwamba eti mimi nimpende yeye alafu tu yani yeye anipe heshima eh? Uh, uh, uh, okay uh, uh. sijakuelewa. Subiri. Umesema? Wa, wakati wakati unamsubirisha, usipaniki leo. No. Leo tunazungumzia mawanda mapana <laughs> ila bwana, upendo ni kote kote, nikupende unipende tupendane kama kioo vile hiyo e, ndo raha ya mapenzi, watu kupendana. Subiri ni, ku, ni kufunde Mishi, ukimfunda unamaliza na andiko la Biblia kwamba Biblia inataka mwanamke amheshimu, amti mume wake. Amti mume wake na mwanaume atampenda. Endeni e, huku kwenye familia nyingine no, kutoka kuheshimiana, pia mwanaume pia anatakiwa pia mheshimu mke wake. Kwa hiyo yani viwepo kotekote. Naomba nikwambie nature ya wanaume kabla hajazungumza na kabla hujamwambia uh -huh. Najua kuna mambo kama matatu muhimu sana, ni eti mwanamke anahitaji hayo, mwanamke anataka treatment, mwanamke anataka caring mm -hmm. <laughs> Masha Atakufundi tunakwambia. <laughs> <laughs> Kabla sijakwambia jeno la tatu, nitakwambia baadaye, mwache amalizie dada, okay. Um, mwanaume, nature ya mwili wake, maumbile na vile ambavyo jinsi ameumbwa ili maisha yake aweze kukamilika na aweze kuwa mwanaume kamili, anahitaji mapenzi zaidi. Mwanamke anahitaji kumtii, kumheshimu, kumsaidia mume wake, kwa kuwa mwanaume anapokuheshimu, basi ujue kabisa kwamba ndani yake kuna mapenzi. Lakini subiri bwana. Kwa hiyo Mary, kwa hiyo Mary unataka kuniambia kwamba hata kwenye maisha ya ndoa kwamba mwanaume, maana ndo unapoelekea kwamba mwanaume ndo atatakiwa kuandaliwa kutokana na hizo kauli zako unazoziongea. Hatujafika Atu, faragha bado dada, hatujafika hmm? Ha, anapoelekea, tuko nje. Ndo maana nikasema mambo matatu mwanamke anayataka, N na lazima apate hayo eh, anahitaji treatment, anahitaji caring, anahitaji love mwanamke lazima apendwe, mwanamke kama chombo, mwanamke eh, kama theruji kabla ijabubujika, hija, ijaharibika, lazima ahifadhiwe vilivyo. Lakini, muda wako la, la, no, no, no, lakini mwanamke yeye kwa mwanaume kama anavyokwambia ni ndio kweli, anatakiwa kumtii. Jua mwanaume ukimheshimu, eh, ukampa heshima yake, eh, kwa kwamba mimi ni mheshimu, alafu halafu yeye kazi ya yani, mwanaume Mishi, ni kukupenda tu, yaani mwanaume akishakupenda kupenda, hivyo vitu vya heshima vinakuja automatic. Kwa hiyo wewe mwanaume akikupenda, kwa hiyo huwezi kumpenda mume wako? Mume wangu, namtii, namtii, namsikiliza, namsaidia, usimpende? Sio kweli, inawezekana, nami sio mtu kamheshimu mtu na usimpende, basi utakuwa mtumwa wa mapenzi. Unamtiiji mtu ambaye humpendi? Unajua mapenzi, una mtu usimpende, ndo nakwenda kuzaa na mtu kwa sababu ya pesa zake? Hatutaki bwana, mimi naamini kwenye watu kupendana, ni kupende, ah, unipende ni kupende, unipende. So biashara kwamba ni kwa mimi. Nipende, alafu wewe unipende mimi ni kuheshimu. Hata vitabu vya ni ni dini vimeandikwa, mm, kwamba mwanamke atamtii mume wake Nitajie mstari wowote wa Biblia unaosema mwanamke atampenda mume wake. Mwanamume anapata ile sifa na ule wanaume wake unakamilika endapo ataambiwa, ah, mke wa Gabo bwana anaheshima, mke wa Gabo ana busara, mke wa Gabo bwana anajua kujistiri. Lakini wewe sikiliza, mtu akisema kwamba okay, mke wa Gabo anampenda mume wake, kuna shida Eh? Mapenzi ha, ma, mapenzi yako wewe hayamuongezei kitu mwanaume, ila mapenzi ya mwanaume yanakuongezea wewe mwanamke. Mwanamke akipendwa vizuri uh -huh. akaheshimiwa vizuri, hata ile nguvu ya kuwa baba ama kichwa kwa familia okay. inakuwa nzuri. Mwanamke ana uwezo mkubwa sana wa ... hapa sasa ndo naelewa mm -hmm. kwamba ndio maana kumekuwa na wanawake wa nje wa kando, wanawasaidia kuwaonyesha upendo kwao kwa kwa eh, <laughs> Sasa hapo kwa ulipozungumza, nimepita pita kwenye Instagram. mm -hmm. nikamkuta dada mmoja anasema kwa kuwaomba mm -hmm. e, wake za watu mm -hmm. e, ambao hawajisikii hawana heshima na waume zao mm -hmm. na hata hawapo tayari wakiwa faragha kutekeleza matekelezo ambayo kadha mm -hmm. yeye anasema ameanzisha kazi rasmi ya kuomba hicho kibarua, hata mpenda mumeo, ila yeye atakidhi tu yale anayohitaji mumeo na atakuachia. Kwa hiyo <laughs> <laughs> <laughs> narudi kwenye anachokizungumza sa, no, kwa sababu ni vitu ambavyo vipo kwenye jamii yetu. Unasemaje? yupo, kuna vitu ambavyo vinazungumzwa vipo, tunazungumza vitu ambavyo vipo. Ameshaona changamoto zimekuwa nyingi, kwa hiyo wanawake wataendelea kuwachukulia waume zenu, kwa sababu nyisi si mnatii, wale watawapa upendo, watawapenda. Na ndio maana kumekuwa na nyumba ndogo nyingi sana kwa sababu ya hiyo kauli yenu ya kusema huyo, kwamba huyo, natii huyo dada nilimsikia, na haupendi mume wako mwonyeshe upendo. Sa, sawa sa, ti wa. Lakini mwonyeshe na upendo. Unajua maana ya kutii mume wangu, wangu ninafanya wangu. Yale ambayo yatamridhia mume wangu ninafanya yale ambayo mume wangu atanisikia na furaha. Sasa nini kingine tena ninampa eh? Mume wangu. Wangu kitu ambacho anakitaka uko, niko kumtii, heshima ya mke ya mume wangu hivyo lakini mwenzako ataendelea kuenjoy na kufurahia na kupelekwa sehemu kwa kufurahia. Na ndio maana uko single maisha, Mishy. Na ndio maana uko single mpaka leo huna mahusiano. <laughs> ndio maana uko single na utabakia single usipoangalia, ni mahusiano. Wewe una mahusiano? Labda nikuulize, wewe umeolewa? Eh, subiri Ulaya ah. Marekani, yes. yeah, subiri Ulaya, so, subiri. <laughs> Subiri katika mradi koma huu, dada Mary anajaribu ku kuambatanisha baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikusaidia, si kama anakufunda lakini maiki hii peke yake ndio mradi koma ambao tunakomboa maadili. Huyo dada ambao mimi nimemsikia, uh, nia yake si nzuri <laughs> la kwanza, lakini la pili haileti taswira na picha nzuri kwa jamii, hata mtu mwingine akisikia kwa binti kama, okay, mimi... kama yule mm -hmm. nimekuelewa kuwa na heshima Landa... yake nyingine kabisa kuliko vile ambavyo yeye akapata mume na yeye akaolewa. <laughs> kwa hiyo tunavyozungumzia kwamba mwanaume ukimuheshimu, manake ndani ya heshima kuna kwa kuna upendo maana wako wanawake wa mikoa kadha basi, wanawabeba, wanaogesha waume zao. Nisikize Salimu, hizi mambo <laughs> za useme wewe unamheshimu mume wako na kumpenda, lakini sio useme tu kwamba kwa eti ni, ni, ni, ni, ni mheshimu alafu nisimwonyeshe upendo, upendo ubaki tu kwa mwanaume hapana. Una, unaweza ukawa unachanganya kati ya upendo na. Nafikiri angegoogle maana ya utii kwa ujumla ni nini. Ukishakuwa mtii hakuna kitu ambacho utashindwa kumfanyia mume wako. Utii ni namna ya kwamba mtu. Alafu kazi ya kupenda mwachie mwanaume akupende, mwanamke umeumbwa mwanamke, ni kiumbe fulani hivi ambacho kimeumbwa kubembelezwa, okay, you wengine know. wanasaidia kuwabembeleza na kuwapenda waume zenu. Sawa, mwanamke hey. anakwambia mwanamke ni kiumbe fulani hivi eh, kama uwa, kama eh, kama kitu kitam kitamu, umenielewa, ukianguka kitapasuka <totit> ukikiangusha kitapasuka. Yani ni kama kiumbe fulani hivi kama ukikiangusha kitapasuka, kama chombo kigae hivi kama yai, umenielewa? you know. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja, au nikuulize kama itakupendeza ukiitwa, uki deti, ukialikwa, uki wewe unazingatia maneno mambo man, man, man, mangapi unazingatia, unaambie ukialikwa deti ukapigiwa simu ya deti unazingatia mambo mangapi? Yapo kama mambo kadha matano manne hivi ya kuzingatia, wewe unazingatia mangapi? Mm, la kwanza ku, kuonekana vizuri eh. Lazima kwanza niwe na looking good eh. Kwa yule nayo naenda kumwona mm. Ya cha pili um, lazima uwe na nauli yako. Kwa hiyo kuonekana ile good looking ndio kitu cha kwanza kwako? kwa kwa, yani mwanaume anapokuambia Mishy, <laughs> na kuhitaji date leo, tunane dinner, good looking ndio kitu cha kwa kwanza anachoangalia? lazima andale. nipe maandalizi, yanipe hela ya kwanza ya kujiandaa kwenda kwenye date yake. Yes? no no so haiko hivyo. Naomba no, no. no. <laughs> <laughs> naomba naomba niseme hii kwa faida ya wasichana ama wanawake wengi. Kitu cha kwanza ambacho bidada, msichana mwanamke anapaswa kuzingatia kwa mara ya kwanza mwanamume anapomuita date, kuna vitu vingi vya muhimu, lakini cha kwanza, kabla haujaenda mahali ambapo anakuita lazima ujiandae kisaikolojia lazima ujiandae financially. Katika mfuko wako lazima uwe na pesa ya akiba. Endapo mambo yakienda vibaya, okay, auwezi kudhalilika. Na, na, yeah, na, na ah, lazia, mm. Lazima ni mwambie ndio lesi. Unakuja apa na rafiki zako? Hapana, siwezi kwenda na marafiki zangu. Ila kama umeniita, lazima unipe pesa ya kujiandaa kwa ajili ya kukufata. Okay, nimekuita. Una ratiba ya kuja. Fine, nimekuita. <laughs> Nimefika njiani nimepata ajali. Umefika pale, umeagiza, umekula hujadhalilika. Nimekuambiaje, lazima unipe pesa ya kujiandaa before sijaja. Kwa hiyo before ya kutana date for the first time kanta, e, kwa mara ya kwanza lazima unipe pesa. Mimi sina ratiba ya, vale, ya kuja. Pesa kwako ndio kila kitu. Tunarudi pale pale, mambo ya kusema sina pesa. Dada anaangalia pesa na, <laughs> na sio mapenzi. Unajua kuna mtu mmoja ali ali kwenye mambo ya mahusiano haya, kabla hujataja hayo sija kuruhusu uende. Nataka nikupe hizo tips. Ehe, na, na, najua tips unazo. mm -hmm, naongea <laughs> kongole. Alitoa dada mmoja akapewa fella anataka nikasuke sasa, mwanaume akawa na mkera na mgasi kwamba umesuka, ndio nimesuka, naomba picha <laughs> mwanaume anahitaji picha ili aweze kujiridhisha kwamba huyu binti kasuka <laughs> okay. Mapenzi yaliishia hapo. Ila lakini kwa mwanaume ambaye mapenzi, nisikilize hapo, Salimu ila kwa ambaye nisikilize, Salimu mwanaume... unahitaji picha ya nini wewe kwa hii laki tatu uliotuma? Ndio nisikilize bwana. <laughs> Salimu ila kwa mwanaume ambaye umeshasikia anajielewa, unapo mtu date, lazima umtumie hela ya kujiandaa. Unajua mwanamke lazima ujiandae. Sasa mimi ndio ndio nakupa tips eh, lazima atoe. Okay, yeye kama yeye. No, mimi kumwomba lazima afanye hicho kitu. Uwezi kuniambia kunia, kuniambia nije sehemu fulani tue na date, halafu hujui. Mapenzi sio biashara, Mishy. Naelewa sio biashara. Unapoitwa sibiri, nikwambie, unapoitwa Una na mwanaume kwa mara ya kwanza, of course anaweza akakupa pesa ya kujiandaa, lakini bado ikawa sio kila kitu Anaweza, vile vile, thamani na thamani yako mwanamke, ana thamani kubwa sana wewe, wewe. Ku <laughs> <hako. laughs> Mimi thamani yangu ni kubwa na sinunuliwi kwa pesa. Usiruhusu mwanaume akaona udhaifu wako ama umasikini wako. Ngoja nizungumze kidogo ili aweze kunyamaza na aweze kumalizia meshi. Wewe una thamani kubwa sana kuliko sarafu ya casino na hakuna yoyote anayeweza kuninunua mimi. Asante. Usiombe pesa ukiitwa date. Tuendelee, okay. Kuna hey, vitu vya kuzingatia kwa kwako wewe mdada ambaye unaitwa date kwa mara ya kwanza wadada wengi tumekuwa tunakosea, na mara nyingi tunajikuta tunaangukia kwenye mahusiano ambayo sio sahihi kwa sababu tu ya makosa ambayo tuliyafanya siku ya kwanza. Siku ya kwanza, beba nauli yako, hakikisha una akiba kwenye pochi, in case of imetokea emergency, una uwezo wa kujinasua wewe mwenyewe bila. Ongeza sauti, mwanamke jikazi. okay. Okay. Okay. Date ni kitu cha siri yes, baina ya watu wawili. Unatupa tips. Yeah, inawapa tips. <laughs> Date ni kitu cha siri. Alafu tips zako za level za moto wa yani. <laughs> <laughs> Date ni kitu cha siri baina ya watu wawili, lakini mind you, hakikisha kuna mtu hata mmoja nyumbani anajua, anajua unakwenda wapi, unakwenda kukutana na nani, hmm, utarudi saa ngapi. Kuna watu wana biashara za kuuza mapupu na maini you know? hmm. Kitu kingine cha kuzingatia unapokuwa tayari umefika date. Kwanza ulijue eneo eh, ambalo tunakwenda kukutana. Baada ya taarifa, mwanamke lazima uvae kutokana na mazingira, ujali hilo. Kwa hiyo mwanamke, before ujatoka nyumbani jua, sio njoo ukifika njiani nitakwambia nitakwambia mm. lazima ujue ni Masaki, Masaki sehemu gani? kama so, ni Sinza, Sinza sehemu gani ili uweze kujiandaa. Nigeria, watu na story ya Nigeria hiyo ndio hapa sasa, okay. na story okay. ya, ya Nigeria ndio hapa kwa hawa kaka zetu. Kitu kingine naomba nimalizie cha muhimu sana naomba, cha muhimu sana. Mwanamke, unapokuwa date umeshafika huko na mwanaume, usiongee sana. Kuna story ya Nigeria ndio. Eh, usiongee sana. Yaani kuna mimi nitaka niseme kwenye tips ambazo pia mm, mwanamke ukiitwa date kama hivyo make sure, eh, sikio linasikia sana ile hekima na falsafa ya kwamba tumeumbwa na mdomo mmoja na masikio mawili, ndio inashika adabu. Mwanamke ukiitwa date, manake usikilize sana kuliko kuongea. Umeitwa kwa sababu gani, kwa nini, na vitu kama hivyo. Ukifanya masahara hizi move tunazotizama tizama hivi watu watakuja kuona nguo ulizotoka nazo nyumbani na no, wamezikuta sehemu uliondokea. <laughs> ndugu zangu <laughs> Eh, wanaume wanaowazungumzia hmm, walishakufaga miaka hiyo. Kwa hiyo hakikisheni anakutumia ana pesa ya kujiandaa, kwa ajili ya kwenda date. Mishi usipoteze watu. Sio kupoteza tu naongea ukweli. Tu, hawa watu mnaozungumzia hapa sasa hivi hawapo. Tuongee kwenye ukweli. Sisi, hawapo. Sisi si. si, si, Mishi tu. Walikuwepo miaka hiyo ila sio sasa. Nadu, na ndio maana wanaume wanatumia kwa sababu ya tamaa ndogo ndogo. Wanaume gentleman anajielewa. Yaani mwanaume anakuchukua anakutumia ana pesa ya kujiandaa. Kwa hiyo so ukaenda ukatumiwa na usipate chochote. Angalau pia umeshapata cha kwako. Hata kama ukitumia umesha Ha, kwa hiyo maazi biashara, narudi pale pale, si tupo kwenye mradi koma na tunaokoa watu, tunakomboa maadili yao na mazingira hiyo. <laughs> kama unayo wewe, baki nayo wewe tu, usilazimishe usilazimishe, <laughs> wenza wako awe nayo Mishy. Usiangalie <laughs> ithuyu dada atawaharibu. Hiyo nitawapa siku nyingine. Leo nataka no, niwaulize no, kitu kimoja eh, eh. Leo nataka niwaulize inamuhusu na Nigeria. Okay, leo nataka niwaulize kitu kimoja. Ndugu zangu alikuwa na safari za Nigeria huko yache nyingi, hiyo siku nyingine, nyingine. Eh, mada ndefu sana. Kuna kuna kuna kitu kingine ambacho nataka nikiweke vizuri kwenu na libaki kama swali pia, kuna usahihi gani, kuna ulazima gani au likoje, liwekwe vipi, ukideti na mtu mkaachana alafu mkaendelea kuwa na mawasiliano uko ulazima huo au ha, kuna usahihi huo? huo ulazima ukiwa umedate na mtu alafu ex wako, na vile ni, ni mtu ambaye nakuwa nimemzoea, tumemalizana, kila mtu aendelee na maisha yake. Nakuwa nimemzoea, naongea naye kila siku, amekuwa sehemu ya maisha yangu kwa muda mrefu, kwa hiyo kumwacha tu hivyo inakuwa ina- inanisumbua ina as long as tunakaa tunazungumza kwamba okay, bwana Salem, tumefika hapa tumefika mwisho. kwa kwa nini umetaja jina langu? mfano. <laughs> <Stank>. <laughs> Okay, bwana Haruna yeah. tumefika hapa hapo ah! <laughs> <laughs> ndipo alikuwa amesahau ah! mwanzo eh, eh? Swa daktari <laughs> Okay. Tumefika mwisho kwenye mahusiano yetu kwa hiyo tuna, tunaishia hapa, lakini tunaweza kuwa marafiki, kwa sababu sisi tayari tuna connection ndani yetu, hatuwezi tu kuachana out of nowhere. Utakuwa so, na Okay, utakuwa na marafiki wangapi? Kote lakini mnazungumza. Unaona hayo mambo. Okay, endelea kulambaza nami ili uweze kupata maarifa stahiki. Huyu hapa mshititi wa lugha aushi na udhumi wa Kiswahili so, Gabo Zigamba. Leo katika mradi koma, tulikuwa tunajaribu kuangazia mapenzi kwa namna moja au nyingine.